Uh, tunaeleza kwamba mgombea rais kwa tiketi ya Chadema anayewakilisha umoja uh, wa katiba ya wananchi ukawa Edward Lowassa ameendelea na ziara yake katika mikoa ya kusini na leo akiwa katika mkoa wa Lindi, ameendelea kusisitiza azma yake ya kupitia upya mikataba ya gesi, kuunda kamati ya kuchunguza mikataba hiyo, ili kuhakikisha kila mtu anapata haki yake, ndapo atafanikiwa kuwa rais wa awamu ya tano. Jamila Omar ametutumia taarifa ifuatayo. Lowasa ambaye alianzia kuhutubia mkutano katika jimbo la Mtama, baadaye kuelekea Liwale na Chingwea na kukamilisha Lindi mjini ambako amekutana na mafuriko ya watu waliojitokeza kumlaki na kusikiliza sera zake. Amesema analifahamu vyema swala la gesi ni kwa namna gani linawagusa wakazi wa mikoa hiyo, ambao wanaamini ni haki yao ya msingi kunufaika na rasilimali hiyo ambayo inatoka katika eneo lao. Nalifahamu tatizo la gesi. Serikali yangu itakapoingia madarakani itaita mikataba yote ya gesi na mafuta. Tutaunda tume, kwa kiingereza inaitwa Ombudsman, ambayo itachunguza, je, mtanzania amepata haki katika mkataba huu? Je, mzungu ameondoka na kiasi kidogo au kiasi kikubwa? sawa kadhalika na kadhalika mpaka kila mtu azungumzie. Aidha akizungumzia suala la stakabadhi ghalani, Lowassa amesema akichaguliwa kuwa rais baada ya wiki mbili atahakikisha kila mkulima ambaye hajalipwa mpaka wakati huo analipwa mara mbili yake. Mgombea ubunge wa jimbo la Lindi mjini kwa tiketi ya kafu anayewakilisha ukawa Salum Barwani amemweleza mgombea huyo ni kwa namna gani ujio wa gesi na mafuta ulivyoathiri kabisa maisha yao baada ya ardhi yao kuchukuliwa na kuuzwa kwa gharama ya chini. Kwa ukiwa rais wa nchi, jambo la kwanza ni kufunua mikataba yote ya ardhi ambayo imeuzwa kwa bei poa, lakini jambo la pili kwamba tuliahidiwa. Kikwete alikuja na ahadi zake tano aliahidi ali, bandari Wow, baada ya kukamilisha mikutano ya kampeni katika mikoa ya Lindi na Mtwara Septemba ishirini na nne itakuwa ni mapumziko ya sikukuu ya Eid el Hajj na Septemba ishirini na tano mgombea huyo ataunguruma katika mkoa wa Manyara ambapo atahutubia katika wilaya ya Simanjiro, Babati mjini na mji mdogo wa Mererani. Jamila Omar, Channel 10 Lindi.